Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share, ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Watu wengi wakisikia neno mapenzi hufikiria furaha lakini kwangu mimi mapenzi yamekuwa chanzo cha maumivu ambayo sikuwa nimeyatarajia. Nilipompenda mara ya kwanza, nilijisemea moyoni kuwa hata kuwa kama wengine. Alijua kunisikiliza, alijua kunichekesha na alinifanya nijisikie wa kipekee, kana kwamba dunia ilisimama pale tulipokuwa wawili. Lakini polepole pole, mambo yalianza kubadilika. Nilianza kumpenda zaidi kuliko nilivyojipenda mwenyewe. Nilianza kujitoa kupita kiasi. Nilianza kuvumilia mambo ambayo sikuwa nimewahi kudhani ningeweza kuvumilia. Alipokuwa kimya, nilijilaumu, aliponikasirikia nilijilaumu, na aliponitenda, bado nilijilaumu. Mapenzi yale hayakuwa tena ya furaha, yalikuwa mzigo. Kila siku nilikuwa na maswali kichwani kwa nini ananibadilisha ghafla? Kwa nini najisikia mpweke hata nikiwa naye? Kwa nini mapenzi yananiumiza badala ya kunijenga? Nilipojaribu kuzungumza, aliniambia nipo sensitive. Nilipojaribu kuondoka, moyo wangu ulinivuta nirudi. Nilikuwa nimefungwa na hisia zangu mwenyewe. Usiku mmoja, nilijikuta nikilia peke yangu, sio kwa sababu hakunipenda, bali kwa sababu nilikuwa najipoteza taratibu. Nilitambua jambo moja la kuumiza sana: nilikuwa nampenda mtu ambaye hakuwa tayari kunilinda kama nilivyomlinda. Na hapo ndipo nilipoanza kujiuliza, je, haya ni mapenzi kweli, au ni kifungo kinachoniumiza polepole? Kwa sababu mapenzi yale yananitesa kila siku, na bado sijajua kama nina nguvu ya kuyaacha. Mwisho wa sehemu ya kwanza, Ndiyo mwanzo wa sehemu ya pili. Basi, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ. Asante.